Yeah. Iceto za nide iwa tanzu Master Fu Hongxue anamwarifu mama yake kwamba sasa mipango yao inakwenda vizuri kabisa. Amemuua Heaven na Mako Chan amempatia zawadi ya kumpa binti yake apate kumwoa. Mama akampongeza sasa, namwambia kwa hiyo siku tatu kutoka leo ndoa itafungwa, sio? nikaya haha sanho ja st ys, moyoni mwake akaanza kumbeza Mako Chan ni kwamba siku zake zinahesabika tena. Tena akiwa anakutazama. Eh, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Na sasa nataka kuona plani. Kwa nini unaniuliza maswali kama hayo? Ndiyo mama, nataka kujua. Miaka ishirini sasa ndio kitu nilichosubiri kukifanya. Baada ya hapo eh, nikisha nini sasa natakiwa nifanye? Au ni wapi niende? Mama akamsikiliza wee, akasema katika hii dunia basi ni mbinu gani za kutumia upanga ambazo ni za kijasusi. Ah, labda baba, mbinu zake. Kwa nini zilikuwa za kitofauti? Upanga wake kidogo ulikuwa na tekniki za tofauti. Alikuwa yuko faster. Anajua mbinu. Na kwa nini alikuwa yuko faster? Kwa sababu alikuwa anashambulia kwa nguvu zake zote. Ehe, kwa nguvu hizo na mbinu hizo. Lazima awepo mtu kama yeye, ambaye atatoa vizuizi vya aina zote maisha ya kesho. Mm. Lakini mama, sasa sisi tuna maisha gani ya kesho, eh? Eh? Naweza kuwa niko sahihi nikisema mimi, inaonekana kama siwezi kuondoka tena pale. Mm. Kuna watu wengi sana ambao nyuma yangu watakuwa wakiniangalia. Nimekutana na watu wa kila aina kama nikifanikiwa kumua makucha, sijui, sasa itakuwaje? Si ndio nitaishilia kumua? Hebu acha kuzungumza maneno kama hayo wewe. Mama amekuwa mkali. Usiseme tena hivyo mwanangu. Kijana mara kwa mara anamtazama mama yake machoni, akamwambia tuko katika vita hmm. mimi nitakusaidia baada ya kuwamaliza adui zetu. Mwanangu, nitakusindikiza nyumbani hii. Akamshangaa nyumbani? Ndio tutaenda nyumbani. Unataka tukaishi kwenye nyumba yetu ya zamani? Kwani ulikuwa unataka kuelekea wapi mwanangu? Kwa nini tusichagua aina nyingine ya maisha mama? Sasa namwambia kama tukiendelea kuishi kwa jinsi hiyo, kama tulivyokuwa tukiishi zamani, sasa ni mabadiliko gani tuliojipatia sisi? Mama kidogo ikampanikisha. Umeshaji sahau, eh? Watu ambao basi wameusika kumuua baba yake umewasahau? Sasa unataka kuwatetea, tetea maana yake nini? Kwa kawaida huyu jamaa anaga maneno pale anapokosea ya. Basi hataki kubishana. Alimpigia mama yake magoti, akamwambia mama, mimi nimekukosea, leo sijui fimbo iko wapi. Mama yake anamtandikaga mifimbo hiyo leo. Sasa yule mama akaguswa, alijisikia tu vibaya. Akaanza kumbembeleza, shagundua kwamba sasa kijana amekua na kuna namna anauliza maswali magumu magumu, ambapo unaona kabisa anataka majibu. Anamwambia usijali, akamkumbatia akiwa e, anamaanisha anatamani basi maisha yao yaendelee Inafaa uelewe ni wewe tu ndo familia yangu uliyebakia, so... ndio maana katika hii dunia nataka nikuambia tena na tena kwamba nakupenda sana wewe, weka hilo akilini. A <laughs> Sasa analia hapo, huku anaongea ni kwa hisia sana, unanielewa? Basi kesho kuna mahali nitakupenda baada ya kwenda huko, nadhani hutokuwa na maswali ya namna hiyo tena. Ah mama, ni wapi huko unapotaka kunipeleka? Nitakupeleka mahali ambapo baba yako aliuawa, anamwambia sasa. E, katika lile eneo wanalita Plum Nunnery. Unajua juu ya stori ya Ma Kongqun pamoja na Bai Tianyu They... akamwambia walipigana

Binafsi pia sikudhani kwamba tutaishiria kuona vitu kama hivyo. Kakiangalia kile kitambaa sasa, inabidi akirudishe kwa leo basi. Inaonekana hayo yanayozungumzwa na, ya na Cheng Senior yana mguso aina yake. Ule usiku Bai alipanga kujadili na makatan kuhusiana na kitu fulani. Unataka kusikiliza stori? Si nimekuja kukusikiliza jamani, eh? Kwa nini usiamini, ni stori kumuhusu mwanaume na mwanamke. Sikuwahi kusikia stori hiyo, hebu nisimulie. Akaanza eh, vijana kumsimulia huyo, ndio bait na uko upande mwingine Inaonekana kuna mmoja alikuwa hodari sana. Eh, kwa uwezo aliokuwa. Alikuwa na umwamba, mbinu alizokuwa nazo za kupiga. Hakukua na mtu yeyote yoyote anayemweza. Kwa hiyo wote walikuwa hawamwezi bat kwamba Baiti alikuwa mnyama mkali, ana uwezo hali ya juu, alikuwa na ujuzi wa kupigana na hakuna mtu yoyote katika section yao au dhehebu lao aliyemweza. Jiu zai dang ri zheng ge wu lin ji hu wei Bai Daxia de wu gong xiu wei he ren pin zhe fu shi, tu ran lai le yi ge ren. Baiti alijitengenezea sifa kwa wengi. Bai Daxia che suo wu yi. Akasema kwamba angependa kujaribu kupimana nguvu na rafiki yake. Ming zi, ta shuo akamchagua huwa uchii. Ndio nani ah? Kiongozi wa demon section, yani dhehebu la, la kichawi. Aya, kijana amerudi kuonana na mama yake, ameingia mjengoni. Alipofika anampata mrembo yuko mezani na jinsi alivyokuwa anafanana unaweza kusema ni malaika. Anasema, inawezekana vipi kuwa ni wewe? tengoiya iho, baada ya kesi ya heaven dog, sasa ni mimi na wewe tuzungumze. Keti hapo, nataka kuongea na wewe huyu ni Chwino. Alisogea mpaka kwenye kiti kwa ajili ya kumsikiliza apate kusikia nini anataka kuambiwa. Unataka kusema sasa hivi una tayari, adui yetu namba moja ameshaondoka. Ni hasa ya shawo, bado una ule msisitizo. Naweza nikaamua nisifanye hivyo, lakini ahadi ni ahadi. Ahadi gani kwani?

atahusisha no. Najua na na na kwamba hata kama itahusisha maisha ya watu wengi, lakini ndio hatma yangu, lazima nilipize kisasi juu ya kifo cha baba yangu. Ndio hatma niliyopangiwa. Mimi ni muuaji. Na basi lazima nililipe ilo deni kwa kumwaga damu sijui nini utakachoniambia nibadilishe mawazo. Kwa hiyo utabadilisha mawazo? Mimi napenda jinsi ambavyo wewe uwezi kubadilisha mawazo yako, lakini mimi siku hivi, alimtazama machoni huku akimwambia ukweli mm, bila kumumunya maneno. Amenyoosha kabisa. Binti alimtazama analengwa lengwa na machozi. Anatamani kama ingekuwa vile ambavyo basi walipanga, ili kusudi basi mako chana asiwa kwa nini binti moyo wake unatamani mako chane wawe? Mm, labda pengine kuna siri ambayo mimi na wewe bado hatujaijua, lakini kama tu ni kwa sababu alimchukua tangu akiwa mdogo akamfadhili akamlea basi pengine binti huyu ni mwaminifu sana, lakini usisahau kwamba basi Master Fu Hongxue sasa ni mchumba wa mtu mm, na a, baada eskutatu, ya siku tatu basi amepewa binti Leo binti cho akasema, hebu na mimi na wewe leo tuwagane, kwa kuwa basi imefika wakati inabidi wewe utaoa utaondoka. Hii ndio nafasi yangu ya mwisho, na mimi pia leo ndio siku yangu ya mwisho kuonana na wewe. Binti akaamua ata dance ata dance kwa ajili yake ya. hii ni special treat, ile ya kivi maana yake uko peke yako enjoy pale, alafu mimi nita dance hapa, wewe uta enjoy pale, yaani unakula tu raha leo. Maana yake nafanya hivi kama vile ndio kitu chetu cha mwisho, ndio goodbye. Unaona kitu kinachofanyika pale? Basi ikawa nampa burudani, mrembo anazunguka zunguka kwa manjonjo, madoido, jamaa yuko tu pale, hata kugeuza sura yake hageuzi. Lakini Chui Nong pia alikuwa ni mtaalamu sana, bwana, anaweza kuichukua akili yako hata kama uko umepanga kumtazama na kumfuatilia unaweza kujikuta umezama ukiwa unamtazama na akili yako ikahama kabisa. Amekuwa akifanya hivi pale kwenye Nameless Pavilion ama basi pale katika kasi lile 10,000 House Hall Number One Martial Arts Section kwa muda mrefu sana. Ni mahali ambapo eh, pa kifalme pale. Mahali mahali ambapo eh, pa pa mahali mahali malkia. Basi watu wa royals wale wenye sifa wenye hali wanakuja kupata eh, maisha. Akamuuliza, hiyo ni simu ya nini? Akasema hii ni tofauti na zingine. Hii iko tofauti kidogo. Sasa kutaka kuficha. Akaweka mezani. Akasema sikiliza, partner. Basi uvumba ule uvuta hapa. Wenyewe pia ni sumu. Kuna baadhi ya maeneo inabidi nikusaidie kama unataka kuwa sawa. Kuna baadhi ya maeneo inabidi nikiagusa, utakuwa sawa. Sasa namuelezea. Ukivuta uvumba kama huu utakufa ukitokwa damu tu. Wakati anaondoka akiwa amekasirika, hata kabla ya kufika mbali, basi anashindwa kufungua hata mlango. Anamwambia, sijui kama unatoka, maana yake siwezi kukuacha uende ukamdhuru Ma Fangling. Oh. Mm, lakini utokoa peke yako mimi nitaendelea kuwa na nawe. Sasa huo mlango kuufungua huwezi, huwezi kufungua tena. Jamaa kaanza akaanza kutapika, lakini wakati huo wa binti, kumbe naye alikunywa ile sumu, wote kwa pamoja, maana yake wamekunywa ile sumu eh. Chino anatapika damu, lakini vile vile pia Master Fu Hongxue naye anatapika damu. Sasa tuanze kuimagine, kuna imagination, tuanze kuzivuta akilini mwetu kama ingalikuwa haya ni maisha ya Messi, huyo Ma Fangling, Miss Ma ambaye mara ya kwanza katika ndoa yake aliuawa mwanaume wake ambaye alikuwa anaitwa Murong Mizu. Sasa amepata mwanaume mwingine, baada ya siku tatu inabidi ifungwe harusi. Kama akifa na huyo wao, unafikiri kama ni mtaani kule wangesema eh? Tuchukulie sasa ndio mfano ndio mtaani kwenu wangesema basi. Bibi akamwambia, hata hivyo muda wetu unakimbia time inaondoka. Jamaa alishaamini hapa kupona si rahisi. Akamwambia Je, unakumbuka kuhusiana na Black Sandstone unakumbuka. jamaa anamtazama tu, hata kujibu maana yake ni kama ameshaamua, litakalo kuwa. Anakumbuka mara ya mwisho jinsi alivyomchukua akimsaidia, wakatimua mbio katikati kati ya jangwa, wanaondoka na wakati huo basi walikuwa wanapigwa na kimbunga fulani ambacho ndo kinaitwa Black Sunday Storm. Au basi. E, basi tusemeje? Yeah, ndo kimbunga ndo tufani kwa Kiswahili e, basi angeweza kupata usaidizi wa osa samu lakini kumbe alishachoma su sumu, sumu ambayo ilikuwa inaweza kuwachukua uhai wao, yeye pamoja na mwamba mwenyewe Master Fu siku ile. Basi inabaki kuwa kumbukumbu special. Jamaa hajaisahau mpaka leo, naamini pia na mrembo naye hajaisahau mpaka leo. Sasa anatafuta staili ambayo wataondoka wote pamoja, ili ya kwamba watakutwa pengine wako pamoja, wakiwa wamelaliana au mambo kama hayo. sasa, angalia siku ile binti, yeye mwenyewe alikuwa na hasira zake fulani, alikuwa na kitu fulani moyoni mwake ambacho amekusudia. Hapa ni wakati bado hajadondosha kile kipini chake kwenye cha nywele, kwa alikuwa na, na, na kitu fulani moyoni kama cha revenge, anataka kuhakikisha kashapita kwenye vita za aina nyingi sana sasa. Hadi hapo alikofikia, inaonekana huyu mwanamke kila anapokutana naye, kuna jambo baya lazima litatokea. Sijui kwa nini bado amekuwa akiendelea kumkaribia, halijawahi kutokea jambo zuri kwa huyu. Anasema ile siku eh, kimbunga kile, ile ile tufani ile, lilikuwa lenye nguvu sana lakini anasema haijalishi lilikuwa na nguvu kiasi gani, mimi bado bado sitakubali. Bado nilikuwa na uwezo kukuona wewe ni mtu mwema. <laughs> Jamaa, anasema, si pengine, eh, ni mtu mwema, ni mtu poa sana na jinsi ambavyo umeishi na watu, unaishi, umeishi na watu vizuri sana. Hali yake inabadilika kila siku. Hmm, anasema hata sileni, labda hata hali yake inabadilika kila sekunde, anasema. Kwa hiyo kumbe kila kitu ulikuwa tayari. Hmm, tangu wakati na tangu wakati ulikuwa unajua kwamba lazima nitakuua, sio hasa. Kwa nini ukunizuia? <tip> <tip> ah, binti wa ajabu sana, anasema. Mbele yangu palikuwa na machaguo mawili tu. <tip> <tip> Eh, kuondoka, yani kufa au kama sifi basi ndo nilipize hicho kisasi. Lakini mimi sitaki kupewa nafasi ya kuchagua kati ya njia hizo mbili. Kwa hiyo asante kwa kunisaidia kuchagua. Asante kwa kunipa chaguzi jingine. Hivi ni yaani, maana yake kwa kunisaidia kuchagua. <coughs> Mimi basi, maana yake nimekusukuma katika gereza la kipepo, sio? Sema hapana. Kwa hiyo umenisaidia kuliondoa. Umenisaidia kutoroka katika gereza la mm, au gereza la niko mm. Anasema tangu usemu anataka kunimaliza, umekuwa ukini ofa mara nyingi sana nafasi eh. Sasa sijui kwa nini umejiweka na wewe kwa kujiongeza hapo katika nafasi hiyo, umeaweka pia na wewe maisha yako haya, binti mengi yag E, licha ya kwamba basi unaweza ni kwamba ameamua kufanya kitu hiki, si kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Na hata kumbe, tangu jamaa amekaa pale mezani, uvumba ule sindo, uvumba ule ehe, inaonekana kama kuna kitu fulani kinatoa harufu fulani nzuri, moshi moshi, kumbe jamaa alikuwa ashajua. Hata wakati binti ana dance alikuwa anajua tu kuna kitu. Sasa inaonekana chui ndo ametangulia wa kwanza. Jamaa anamuita, lakini wapi

Aa abdaa toa haikuonekana dalili kwamba mmojawapo au kati yao kuna mtu ambaye anataka ile vita iishe. Anasema ule mwaka wa e, watu mbalimbali mbali kutoka katika madhehebu mbalimbali, wao wote hawakutaka, lakini kuna mtu aliyeingilia kati na kuingiza chokochoko -choko kwa Hua Baifeng sasa mke mtarajiwa ambaye anasubiria kuolewa baada ya siku chache akaja. Sasa anafika pale, anaona damu kuingia mule ndani e, anashangaa kumkuta chwino pamoja na mpenzi wake wameegemea. Zingatia basi, ikiwa una uhitaji wa YouTube channel unaweza kuinunua kwangu. Namba za simu nimekuwekea mara kwa mara katika skrini yako, zitumie namba hizo kuwasiliana na mimi moja kwa moja. Ikiwa una matangazo yako unataka kutangaza kupitia channel yetu, karibu karibu. Subscribe YouTube yetu channel ambayo inaitwa Mr Lukindo, nimekuandikia na viandiko kwenye skrini yako, lakini vile vile... Hakikisha una subscribe leo, hakikisha una comment leo, hakikisha una like pamoja na kushare. Sisi tuko pamoja na wewe na tutaendelea kukuletea burudani mara kwa mara. Hakuna kinachobadilika, lazima burudani iendelee. Basi ikiwa una jambo lingine lolote, utawasiliana na mimi, maana yake yale niliyoyasema, pengine kuna la kwako ambalo mimi sijalisema, lakini namba ya simu ndio hiyo hiyo, ukiitumia utanipata. Tutakutana kwenye episodi ya 41 kwa mwendelezo. tamthilia inaitwa Legend of Humyemba. na sasa ndo tumeikamilisha episode ya 40. hadi pale tena tutakutana katika episodi inayofuata episodi ya 41.